Tukisalia bado katika nchi ya demokrasia ya Kongo tunaambiwa kwamba zaidi ya watu ishirini wamehukumiwa vifungo virefu kwa uhusiano wao na ADF huko Ben. Mahakama ya kijeshi ya Ben katika mkoa wa Kivu kaskazini mashariki mwa DRC siku ya Jumatatu Oktoba 6 mwaka 2025 ishirini imewahukumu watu ishirini na watatu vifungo virefu vya kuanzia miaka mitano hadi ishirini jela. Watu hao ambao walisikilizwa kwa wiki mbili wamepatikana na hatia ya kushiriki katika harakati za uasi, njama ya uhalifu, ufadhili na vitendo vya ugaidi. Taarifa inasema kwamba kulingana na redio OK Okapi, washitakiwa walipatikana na hatia ya kushiriki au kutoa msaada kwa mashambulizi yaliyofanywa na ADF katika maeneo ya Ben, Lubero, Naituri. Hukumu ndefu zaidi ilitolewa kwa Judison Kasere, Kasereka Kasireka Alimarufu Kahu, miaka 20 ya kifungo jela kwa ufadhili ugaidi na vitendo vya ugaidi. Alikamatwa mwaka wa 2018 huko Beni kwa kusimamia mtandao wa usambazaji wa ADF kati ya Butembo, Beni na Bunia. Alihamishiwa Kinshasa ambako mahakama ya kijeshi ya Kinshasa au Gombe ilimhukumu kifungo cha miaka mitano jela mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja. Kulingana na mahakama, baada ya kuachiliwa mnamo mwezi Julai mwaka elfu mbili na ishirini na tatu baada ya kukamilika kwa kifungo chake, alirejea Bunia ambako alisimamia mtandao mpya wa uandikishaji na usaidizi wa vifaa kwa ADF katika eneo la Tutu takribani kilomita kumi na mbili kutoka jijini Bunia. Akiwa anatafutwa na vyombo vya usalama alikamatwa tena Julai 28 mwaka 2025 na, na kuhamishiwa Beni. Wakati wa kukamatwa kwake, nyaraka baadhi kadhaa zilikamatwa ambapo baadhi zilithibitisha uhusiano wake wa hivi majuzi na ADF pamoja na maelezo Yaliyoandikwa kwa mkono yanayoelezea mapungufu ya idara ya usalama wakati alipokuwa kizuizini mjini Kinshasa. Hii ni taarifa kutoka huko katika nchi ya DRC na ikumbukwe vikundi zaidi ya mia moja vipo ndani ya nchi ya DRC kwa jiri ya utajiri uliopo ndani ya nchi hiyo ya Afrika. Karibu.